Na mtazamaji wa Faida Online TV. Ni kwenye kijiji cha Namahyakata barabarani kinachopatikana kwenye kata na na na na Nguruwe Nguruwe halmashauri ya Mtwara, Mtwara ambapo, sahi, ya ya ya mkoa ni ni ni ambapo muda sio mrefu hii hii tumpokea taarifa taarifa taarifa ya tukio tukio ambalo linamhusisha mtu mmoja ambaye ambaye anafahamika kwa kwa kwa kwa jina la la Simon Lumba mkazi wa wa hapa na Nguruwe, amegongwa na gari na kwamba amefariki dunia. Faida TV, taarifa, hii, moja moja tukio, taarifa, Mimi, Faida Faida Online Online TV TV. Watu Field Hiana. baada kupata tumefika moja moja katika eneo ajili ifuatayo. Mimi naitwa Karim. Nikukumbusha kusubscribe kwenyea h kum yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Faida, tafadhali baki nasi. Tumezungumza na baadhi ya mashuhuda wakielezea namna walivyopokea tukio hilo. Kwa majina anaitwa Shoya Mkomi, ni mkazi wa Namahyakata Barabarani. Tumesikitishwa kwa tukio lililotokea, ndugu yetu Lumba amegongwa na gari na amefariki hapo hapo. Kwa hiyo ni tukio kubwa na linatuhuzunisha wana Namahyakata wote mpaka Nanguruwe wote tunahuzunika na tukio hilo. Ushauri wangu, tunaomba watumiaji wa vyombo vya moto wawe makini barabarani. Yeah. Asante, asante. Asante na wewe. Wakati huo, Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya abilia waliokuwepo ndani ya gari lililosababisha ajali, wakitusimulia namna ilivyotokea, na wengi wao wakitokea katika kijiji cha Chiwilo kinachopatikana kwenye halmashauri ya mji na Nyamba. Mimi naitwa Esha Hasari Chitenda. Mimi naishi Chiwilo. Alafu, nilienda kwenye shughuli Mtwala. Sasa, leo naporudi rudi nikifika hapa kijijini hapa kwa gari yetu hii hapo, walahi, kimbii ilikuwa inaenda tu kama kawaida, njo tukakumbana na huyu kijana, njo tumisikia hivi hivi pu, na watu wanasema jamani, mtu, mtu, mtu, mtu, mtu! Kwa sababu sisi tulikuwa ndani ya gari basi sisi kutelemuka na mwenzetu kukamata kumpeleka kituoni, na sisi sasa tunashangaa tuna tutumilewa tu hapa jinsi cha kufika chiwilu tunashangaa. unaitwa nani? unatokea wapi? naitwa Stabla Salumu, mkazi wa Mitondi. nilikuwa kwenye hiyo gari, natokea Mtwara naelekea Mitondi. Tulipofika hapa kijijini, wakati tupo kwenye gari, ndio tunasikia ajali, ajali. Kwa hiyo kwa kiufupi, abiria tuliokwepo kwenye gari hatujui chochote, tumesikia tu ajali, na wanakijiji wanaitia, ajali, ajali, kusimamisha gari, wakiangalia chini ya nini ya gari, wanakuta mtu amelala na amefariki, right. eh. na dereva alikuwa katika mwendo wa kawaida tu, najisikia vibaya <todicumas> kwa majina naitwa Said Faida, mwenyekiti wa kijiji Namahyakata barabarani kata ya Nanguruwe. Kwenye kata yetu kumetokea changamoto au ajali. Kuna ndugu yetu ambaye alikuwa anaishi kijiji cha Namahyakata barabarani ambaye anaitwa Simoni Lumba. Muda sio mrefu ilikuwa tunaangalia mpira wa Simba, mara tunasikia tukio kwa hiyo ika lazimika tuje tuangalie, tuangalia kweli tunakuta ndugu yetu ameshapoteza maisha, lakini bahati mzuri aliogonga amekamatwa tunasubiri polisi sasa hivi ili hatua za kisheria ziendelee. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, tukiwa eneo la tukio, jeshi la polisi ee, mkoa wa Mtwara wamefika kwa ajili ya kuja kufuatilia tukio zima e, kwa namna lilivyotokea, na mpaka tunaondoka katika eneo la tukio Faida Online TV tumewaacha hapo jeshi la polisi wakiendelea na uchunguzi. Tutaendelea kumtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ACP Issa J Suleman na aweze kututhibitishia eh, kutokea kwa tukio hilo mpaka kufikia hapo. Nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ilioendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante sana kwa heri.